Hili lililotokea kwetu sisi Watanzania, mimi na nie, halikuwepo halikuwahi kutokea. Kwa hiyo linapotokea jambo kama hili, kama kiongozi with leadership maturity lazima ufike pahala utibu uh, maumivu hayo. Ametoa kwa nia njema. Mheshimiwa Rais angeweza kufanya vyovyote vile anavyoweza. Machafuko haya yamewahi kutokea nchi mbalimbali mbali. Political unrest, nchi mbalimbali mbali. Na hawakuwahi kuchukua hatua kama alizozichukua Mheshimiwa Rais kwa kutoa msamaha kuangalia uzito wa makosa ambayo wale wahusika wameyafanya. Kwa hiyo niendelee tu kusisitiza kwamba hii ni nia njema ya kulileta taifa pamoja, na wala si uoga. Kwa mshangao, na sisi wa Tanzania, mkiwemo na ninyi, kwa mshangao mkubwa yalitokea ambayo hatukuyatarajia. Zilitokea vurugu siku ile ya uchaguzi, vurugu zilizosababisha Uh, uvunjifu wa amani na zikaenda mbele zikasababisha vifo kwa Watanzania na hasa vijana waliojitokeza kwenye vurugu zile, lakini zilisababisha uharibifu wa mali za umma na mali binafsi za Watanzania wenzetu. vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilichukua hatua katika kudhibiti jambo hili, na katika kudhibiti huko kulisababisha watu kukamatwa na wakafikishwa mbele za vyombo vyetu vya sheria, na wengine yani wakafikishwa mahakamani katika sehemu mbalimbali hapa nchini. Kufuatia hilo, sisi sote tumemsikia Mheshimiwa Rais, kama kiongozi, kama mzazi, kama mlezi, kama mfariji mkuu, miongoni mwa sifa mbalimbali mbali alizonazo kama rais wa nchi yetu, ametoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama vihakikishe kwamba vinachuja kulingana na uzito wa kosa ambalo watuhumiwa wame wameshiriki hadi kukamatwa na waachiwe huru.